Kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya arobaini na saba na ya arobaini na nane. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa Mwalimu Petro na kukaribisha mtu wa Mungu mahala popote ulipo tuweze kusoma neno la Mungu kwa pamoja. Karibuni, tufungue kwa sala. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya nyakati hizi, e Bwana, ambazo unatuwezesha watoto wako kuweza kusoma neno lako na kuisikia sauti yako. Tunaomba Mungu tusamehe kwa ajili ya dhambi na makosa mbalimbali tuliyonayo. Tunaomba damu ya Yesu Kristo ituoshe ili tuweze kuwa safi sawasawa na mapenzi yako, e Bwana. Karibu Roho Mtakatifu, neno lako lipate kutupa mafuta na uzima wa kusimama imara, ili tuendelee kuwa hodari katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane, tuanze rasmi usomaji. Sura ya arobaini na saba. Baada yake akasimama Nathani ili atoe unabii zamani za Daudi, kama mafuta yalivyotengwa na kafara ya amani vivyo hivyo Daudi alitengwa na kuwa wa Israeli. Naye alicheza pamoja na simba kana kwamba ni wanambuzi, pia pamoja na dubu kana kwamba ni wanakondoo wa kundi. Je, hakumua jitu katika ujana wake, akawaondolea watu lawama alipoinua mkono wake na jiwe la teo? akayashusha majivuno ya Goliati kwa maana alimwita aliye juu, ili yeye akaitika nguvu ya mini yake ili amuue ya shujaa hodari wa vita, ili yainue pembe ya watu wake. Kwa hiyo binti za watu wakamtukuza wakiimbiana na kumheshimu alivyoua makuhani elfu yake. Naye alipokwisha kuivaa taji ya utakatifu, alipigana na adui na kuwashinda pande zote. Akajenga maboma yake kati ya Wafilisti akaivunja pembe yao vipande vipande, hata siku hii ya leo. Katika kila kazi yake, Daudi alimshukuru Mungu aliye juu kwa maneno matukufu na kwa moyo wake wote, akampenda muumba wake akamuimidi kila siku daima. Pia akaweka waimbaji mbele ya madhabahu ili watoe sauti tamu katika kuimba kwao. Akaongeza uzuri wa sikukuu, akaziratibisha nyakati katika ukamilifu, pindi walipo lihimidi jina takatifu la Bwana, hata patakatifu pakavuma sauti tokea asubuhi na mapema. Naye Bwana alimwondolea dhambi yake, akainua pembe yake hata milele, akampa agano la ufalme na kiti kitakatifu cha enzi katika Israeli, na kwa ajili yake akainuliwa mwanaye mtu wa ufahamu, aliyekaa salama. Sulemani alimiliki katika siku za kufanikiwa, naye Mungu akampa raha kumzunguka pande zote, ili alijenge jina lake nyumba na kumwekea tayari patakatifu pa milele, jinsi alivyohekimizwa ujanani na kujazwa ufahamu kama Nile nafsi yake ilifunikiza ne nchi na kuikusanya mifano kama bahari. Jina lako likafikia visiwa vya mbali, nao wakaisikiliza habari yako. Kwa nyimbo na mithali na tafsiri ukawastaajabisha watu wote. Katika jina la Bwana Mungu aitwaye Mungu wa Israeli, ulikusanya dhahabu kama chuma na kuzidisha fedha kama mawe. Ila kwa wanawake ulilainisha viuno na kutiishwa mwili wako, hivyo ulitupwa heshima yako na kukinajisi kitanda chako uliwaletea wanao ghadhabu kwa sikitiko, kwa upuuzi wako, hata ufalme ukagawanyika, wakatawala waasi katika Efraimu. Bali Bwana hataiacha rehema yake, wala kulihalifu neno lake, hatawafuta wazao wa mteule wake, wala kuharibu uzao wa mpenzi wake. Basi akamjalia Yakobo mabaki, na Daudi shina limtokalo. Naye Sulemani akastarehe pamoja na baba zake, huyo naye alimwacha nyuma yake katika wazao wake Rehoboamu mpumbavu kabisa, asiyekuwa na ufahamu hata kidogo ambaye aliwachukiza watu kwa shauri lake, hata wakaasi. Yeroboamu bin Nebati naye aliyewakosesha Israeli, akawapatia Waefraimu kikwazo, hata wafukuzwe katika nchi yao; tena dhambi zao zikaongezeka mno ajabu, mradi waliijuza kutenda kila namna ya uovu hata kisasi kiwaangukie. Sura ya arobaini na nane. Ndipo aliposimama Nabii Eliya kama moto, naye na neno lake likawaka kama tanuru. Yeye alileta njaa juu yao na kwa juhudi yake akawapunguzia hesabu yao kwa neno la Bwana. Akazifunga mbingu na mara tatu kutoka huko akateremsha moto. Jinsi alivyotisha kwa miujiza yake! Aliye mfano wako ataona fahari. Aliyekufa ulimfufua katika mauti kutoka kuzimu kwa neno la Bwana ukawashusha wafalme mpaka shimoni, na watu wateule vitandani mwao. Ukapaka mafuta wafalme kwa kisasi, na nabii ili akufuate nyuma yako. Ulisikia makaripio huko Sinai na hukumu za kisasi huko Herebu ukachukuliwa juu katika kisulisuli, katika gari la farasi wa moto. Ukaandikiwa kuwa utaleta makemeo ili kutuliza hasira siku ile ya Bwana, kugeuza moyo wa baba umwelekee mwana na kuisha kabila za Israeli. Bila shaka umebarikiwa wale waliokuona kwa macho wakafa, lakini wewe umezidi kubarikiwa kwa maana unaishi. Ndiye huyo Eliya aliyefunikwa kwa kisulisuli. Hata na Elisha naye akajazwa roho yake, akazidishwa ishara maradufu, na yale yaliyotoka kinywani mwake yalikuwa ya ajabu. Siku zake zote huyo pia hakushawishiwa kwa kumwogopa mwenye kutawala wala hakutiishwa na mtu yoyote. Hakukutokea neno lililokuwa gumu la kumshinda, hata na alipolala mautini mwili wake ulitoa unabii kama alivyofanya miujiza katika maisha yake Kadhalika na katika mauti yake kazi zake zikawa za ajabu. Lakini kwa ajili ya hao hayo yote, watu hawakutubu wala hawakuziacha dhambi zao, hata walipochukuliwa mateka kutoka nchi yao, wakatawanyika juu ya uso wa dunia yote. Kisha walisalia katika Yuda watu wachache sana, ila mtawala akabaki katika mbari ya Daudi, na baadhi yao wakatenda maadili, na baadhi yao wakazidi kutenda dhambi. Hezekia aliujenga mji wake maboma, akaleta maji ndani yake, akafanya kuchimba mwamba kwa chuma, akajenga visima vya kuweka maji Siku zake akaja Senakerebu, akampelekea yule amri yake, naye akainua mkono wake juu ya Sayuni akamkufuru Mungu katika kaburi kiburi chake. Basi watu wakatikisika mioyo, wakaona maumivu kama mwanamke waonavyo utungu. Wakamwita Mungu aliye juu, wakimwonyesha mikono yao, naye akawasikia hima kutoka mbinguni. Akawaokoa kwa mkono wa Isaya; alipiga kambi ya Waashuri na malaika wake wakaangamizwa, maana Hezekia alifanya mapenzi ya Bwana akawa hodari katika njia ya Daudi ambazo Nabii Isaya aliziamuru, aliyekuwa mkuu na amri katika njozi. Katika siku zake jua likarudi nyuma hata akaiongeza maisha ya mfalme. Hivyo aliona kwa roho ya nguvu mambo ya mwisho akawafariji wale walioomboleza katika Sayuni, akaonyesha mambo yatakayokuwako katika mwisho wa nyakati na mambo yaliyofichwa kabla hayajatokea.